Kwa kipindi cha miezi mitatu mwaka elfu mbili ishirini na tatu, timu hii ya ubunifu ilifanya research ya kujua changamoto katika huduma ya kifedha nchini Tanzania. Changamoto kubwa ilikuwa ni upatikanaji, lakini ya pili ni usalama, ya tatu pia ni unafuu. Hivyo timu yetu ikaamua kuja na muonekano mpya wa Kiganjani lakini katika hatua ya awali kabisa tumeweza kurahisisha mchakato mzima wa kufungua akaunti kwa kutumia taarifa zake za NIDA au namba yake ya NIDA, ataweza kufungua akaunti mpaka mwisho, ndani ya dakika moja atakuwa amepata akaunti yake na kuweza kuanza kuitumia. Mara ngapi umeambiwa tuma na kutolea, au unatembea una pesa kwenye simu yako, lakini unakutana, unakutana lipa namba ya mtandao X, lakini wewe simu yako ina mtandao Y au sio benki yako, unakutana yako. Leo hii ukiwa hapa ukitaka kulipa bila kuangalia mtandao ni upi, bila kuangalia ni benki ipi, unaweza kulipa moja kwa moja na pesa zikafika kwa mfanyabiashara. NBC Educonnect ni mapinduzi ya kidijitali kwenye sekta ya elimu. Huu ni mfumo salama na rahisi kabisa ambao umelenga kuwasaidia wamiliki wa shule katika shughuli zote za uendeshaji wa shule pamoja na usimamizi ukusanyaji wa mapato ya shule pamoja na udhibiti wa matumizi ya shule. Shule zitaweza kukusanya ada kwa njia ambayo ni rahisi na yenye ufanisi zaidi. Mikopo yetu ya NBC ni rahisi na haraka kabisa, kwa maana ya kwamba ukiweza kuingia kwenye mfumo na kufanya maombi yako pale pale, mkopo wako unakuwa umeingia kwenye akaunti tayari kwa matumizi, yaani ukigusa tu imo. Tukumbuki kuwa mawasiliano kati ya benki mteja na mtoa huduma mwingine kama ni benki nyingine au billers, yote yamekuwa encrypted kuanzia kwenye huduma yetu ya Biswaswadu mpaka kwenye huduma ya Kiganjani. Kwa hiyo tumelifanya hili makusudi kuhakikisha kwamba Watanzania wengi wanaweza kupata hizi huduma, lakini sio pia kupata huduma kupata huduma kwa gharama ambazo ni za chini sana. Kwa hiyo ukishakuwa na NBC lipa Kiganjani, utaweza kupokea malipo kutokea mitandao yote ya simu lakini pia kupitia katika mabenki na pesa hizi zinaingia moja kwa moja kwenye akaunti yako benki ya NBC. Kupitia mfumo huu wateja wetu wataweza kupiga nyota yetu au kodi yetu ya nyota 150 nyota 55 reli bure, bila kuwa na salio hata kwa watumiaji wa app wa iPhone pamoja na Android, ataweza kutumia aplikasheni zetu bila kuwa na bando wala kuwa na salio katika sehemu yake. NBC daima karibu nawe.